Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Kwanza ni shukrani zangu kwa Mungu tujalia kukutana hapa leo kwa madhumuni ya kuweka jiwe la msingi shule hii ya ufundi. Kwa hiyo niwapongeze sana kwa maendeleo haya makubwa. Ndugu zangu, mwelekeo wa serikali ni kukuza zaidi elimu ya amali. Kwa nini tunakuza elimu ya amali? Kama mnavyojua tulikuwa na elimu yetu, lakini mtoto akimaliza kidato cha nne anatoka, hana la kufanya. Anasubiri ajira. Lakini sasa tumeamua kubadilisha mwelekeo kiasi kwamba mtoto akimaliza kidato cha nne ana ujuzi unaomfanya aweze kujiajiri au kuajiriwa, na kwa maana hiyo ndio serikali tumeamua kujenga shule za aina hii, shule za amali, lakini pia shule za ufundi. Shule za amali ni zile zinazompa mtoto ujuzi wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri. Shule ya ufundi inamfanya awe study, sasa anajua yeye ni bingwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi na shule hii ya Itilima inawakilisha Shule nyingine nyingi ambazo tumezijenga ndani ya Tanzania yote, na leo nimeweka jiwe hili la msingi hapa Itilima kwa niaba ya zote ambazo zinaendelea na ujenzi, na nitakapoamua kwenda kufungua moja, nitafungua kwa niaba ya zote zilizomaliza kujengwa. Shukrani zangu ni kwa kontrakta aliyepewa kazi, naona anaenda vizuri, na nimtake amalize shule hii kwa wakati, kwa sababu Januari tunategemea vijana wetu waingie hapa waingie hapa, ili waanze masomo na nadhani tutaanza na wanafunzi si chini ya mia tatu. Kwa hiyo hicho ni kiwango kikubwa. Tunamshukuru Mungu, ametupa utajiri mkubwa wa vijana ndani ya Tanzania. Sa, vijana hawa tusipowajengea uwezo, tusipowapa ujuzi uwezo wa serikali kuwaajiri wote haupo. Kwa hiyo ndio maana tumeamua tuwape ujuzi, wawe mafundi, waweze kujiajiri na kuajiriwa na sekta binafsi, kwa sababu sasa hivi sekta binafsi inakuwa Tanzania, uwekezaji unakuwa, sekta hii inataka wafanyakazi. Tusipowajenga vijana wetu na ujuzi, hizi ajira zitatoka, watu wa nje watakuja kuchukua ajira kwetu, na ndio maana tunajenga shule hizi vijana wetu tuwajenge na ujuzi unaotakiwa ili waingie kwenye soko la ajira vizuri. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.